O, vipi mrembo? Basi hey. Mimi mii nimepotoka, naniambiaje? Sasa ni mtu mtu. Sikia, unaona mimi natembea na maji geto, kuna maziwa <laughs> <laughs> yani mi sahivi tunaingia geto, namaliza show <laughs> narudi kwa mmeo, naoga fresh mpya, mpyaa Nasikia, tunaenda kete hapo tu dogo dogo, hawezi huyo huyo, huyo. Kwa nani? Yani, unasikia mkoba huo Bongo Marekani, Bongo Marekani, Bongo Marekani, pigo zangu hmm. Diamond, ya itoka ambio siku tunakaa <laughs> makabila Era ipo kabisa usiwaze. Usiwaze. Usiwaze. Era ipo usiwaze. Sasa amejiongeza

moja mbili tatu nne. Kama tulivyokubaliana takula chipsi efu mwako, ndo nini E baba, umechukua yangu? Serekal amebeba wangu, amebeba mkake kudade, na nini sasa? Mambo anakufata huko huko, geto naenda kula wote kudade.